Mahusiano haya kati ya serikali ya Canada pamoja na serikali yetu ya Tanzania kwenye mradi huu wa uh, uwezeshaji kupitia ujuzi, kumekuwa na matokeo chanya kwa baadhi ya watoto wa kike ambao wanatoka katika mazingira magumu na wale ambao labda walisha drop kutoka shuleni ambapo wamejifunza ujuzi mbalimbali mbali katika vyuo vya maendeleo ya wananchi na hapo kama mlivyoona leo katika maonyesho haya namna ya kutengeneza e, wamepata ujuzi wa kutengeneza vitu mbalimbali ambavyo vitaongezea nguvu zao kiuchumi. Mradi huu lengo ne lake ni kuongeza ushiriki wa wanawake hasa watoto wa kike kwenye masuala ya kiuchumi, kuwajengea uwezo kwa kuweza kuzalisha baadhi ya vitu kwenye vyuo vyao huko ambavyo walikuwa wamefundishwa, ili waweze kuviuza, waweze kupata pia maswala ya kiuchumi, kwa hiyo waweze kujiajiri na kuweza kuajirika. Ni mradi ambao ni mzuri kwa kweli. Na upo kwenye vyuo vyetu vya maendeleo ya wananchi vyuo kumi na mbili 54 sasa haya na nne kwenye tunayojifunza hivi 12 baadaye kumi na mbili baadaye tutayasambaza vingine 54 e wanafanya kile ambacho serikali ilipanga kutekeleza na kile ambacho Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan alielekeza Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kufanya mapitio ya sera na mitaala ili kuweza kuwafundisha vijana wetu wanaohitimu katika vyuo vyetu vya maendeleo ya wananchi vyuo vya VETA na shule zetu waweze kuwa na ujuzi mbalimbali mbali, kwa masuala ya amali ambayo yanaweza kuwasababisha wakajiajiri au wakaweza kuwa na miradi mbali mbali. Hapa sasa tunaona tulikuwa na wizara kama nne hivi. Wizara, kama wote mnavyojua, ofisi ya waziri mkuu pia ina masuala ya vijana, masuala ya ajira na fedha zinazohusiana mambo hayo, lakini tumewaona hapa wakurugenzi wa, wa miji na halmashauri wako hapa ofisi ya Rais TAMISEMI ambapo pia mnajua kuna lile, zile fedha kwa ajili ya kuwezesha vijana na kina mama kiuchumi, lakini tumekuwepo pia na, na, na Wizara ya maendeleo ya jamii wanawake, watoto na, na, na, na, watu mazingira mazingira wenye mahitaji maalum ambao wako hapa pia kwa lengo la kuhakikisha kwamba tunaleta matokeo mazuri kwenye jamii, lakini pia mradi huu umeleta mashirikiano kati ya vyuo vya maendeleo ya wananchi. E, serikali lakini pia na hizi uh, asasi za kiraia ambazo zinaitwa CBOs ambao kule wameanzisha kozi mbalimbali mbali, ambazo zinaendana na uhitaji wa jamii waambako vio hivi natoka. E, leo tuko hapa kwenye kuzindua kikao hiki cha wadau wa, wa masuala ya ujuzi ambapo serikali ya Canada kupitia taasisi yake inaitwa CiCan Colleges Institutes of Canada ina mradi inatekeleza mradi unaitwa kwa jina la Kiingereza ni ESP uwezeshaji ujuzi kupitia uwezeshaji kupitia ujuzi. Eh, huu mradi unatekelezwa kwenye vyuo vya maendeleo ya wananchi na tuna vyuo vya maendeleo ya wananchi hamsini na nne katika Wizara ya Elimu, lakini ambavyo viko kwenye mradi huu ni kumi na mbili Hivi kumi na mbili pia vimeunganishwa vyuo vingine kumi na mbili kutoka Canada ambapo wanakutana na kupeana na kubadilishana ujuzi kupatiwa vifaa vitendea kazi na kubadilishana namna ya kufundisha ili uweze kwenda kufundisha vijana wetu kupata ujuzi. Huu mradi umelenga zaidi watoto wa kike ambao kwa namna moja au nyingine walikosa fursa za kwenda kwenye elimu iliyo, eh, rasmi, wakawa labda wako nyumbani, lakini pia wanawake. Sasa mradi huu kwa sababu umejikita zaidi kwenye kuangalia kumwezesha mwanamke na kumwezesha kwenye kupata ujuzi. Kwa hiyo mafunzo yote ambayo yanafanyika ni kwa ajili ya kuwezesha wao to ujuzi, lakini mradi waliofanya hilo tu pia umetengeneza mitaala mitaala ambayo ni ya muda mfupi, lakini imelenga yale mahitaji halisi yaliyopo kwenye jamii. Kama unavyojua, vyuo vya maendeleo ya wananchi viko kwenye kwa wananchi wenyewe, katikati ya jamii. Una, wanaangalia namna gani wataweza kutengeneza mitaala ambayo wao wanahitaji. Sasa vyuo vya maendeleo ya wananchi wenye viti wa bodi zinazosimamia hivivyo ni wakurugenzi wa, wa maendeleo ya wilaya, ikijumuisha pia na wakuu wa idara wengine, kama mkuu wa idara ya kilimo, mkuu wa idara ya uvuvi, mkuu wa idara ya maji, mkuu wa idara ya ujenzi. Yote hiyo ni kwa sababu wanataka wale ambao wapo wao kwenye soko, wao wapo kwenye jamii, wawaambie vyo vikafundishe nini ili waweze kuweza. Kwa hiyo mradi huu sasa umesaidia kuandaa mitaala ambayo inahitajika kwenye jamii hiyo iliyowazunguka. Lakini sio hivyo vyuo kumi na mbili tu pekee yake, pia wameangalia mitaala mingine yote ambayo ipo katika vyuo hivyo vya maendeleo ya wananchi. Wamepitia wame mitaala ishirini, ilikuwa ni zoezi eh, refu kidogo, ilifuata taratibu zote za kupitia mitaala ambayo inasimamiwa na, na, na, na si ya idara yetu ya urekebu kwa maana ya NACTVET kwa hiyo, walifanya tathmini ya mahitaji ya soko yanasemaje, mahitaji ya ajira yanasemaje, hiyo wananchi wenyewe wanahitaji kutoa ujuzi gani, ili wakaweza kutengeneza mitaala mitaala ishirini ambayo imerekebisha kwa ajili ya vyuo vyote vyaui. Lakini sio hapo tu, pia hii mradi huu umetengeneza mwongozo wa namna ya wanafunzi wa jinsia ya kike kuweza kuwa na mazingira mazuri ya kujifunzia, kuwa ametengeneza muongozo anaita safeguarding um, guidelines ambao unampa fursa mtoto wa kike kuweza, kuweza kusema pale anapokutana na changamoto aina ay, yoyote anapokuwa kwenye mazingira ya kujifunza na kufundishia. Lakini vilevile, mradi huu ume, umeweza kusupply au kusambaza vifaa vya tehama kulisambaza kwa awamu mbili, mwezi Oktoba 2023 na mwezi Desemba jumla ya fedha iliyotumika ni takriban milioni 240 za Tanzania, ambapo vyuo vyote vimepata kompyuta, wamepata laptop, wamepata projector, wamepata printer, wamepata devices kwa ajili ya kuunganisha internet, na pia mradi unalipia zile gharama za internet za mwezi mwezi, ili kuwezesha wanafunzi na walimu kupata access ya kwenda kupitia kwenye mtandao na kuweza kupata material ambazo zinawasaidia kufundisha na kufunzia hata na kuangalia mifano mingine anafanya nini huko waliko. Pia mradi huu umeangalia masuala ya mazingira, masuala ya badiliko tabia nchi, na ilifanya utambuzi wa kina wa kuangalia mazingira yanayohusika kwenye kila FBC. Kuna changamoto gani? Je, ni hatua gani za kuchukuliwa za muda mfupi na za muda mrefu? Kule wameweza kulifanya hilo, na FBC zetu zimeweza kuboresha mazingira hayo kama unavyojifahamu pia watoto wa kike na kina mama wana changamoto kwamba ana mtoto na ana mtoto mdogo anamwachaje nyumbani aweze kwenda kwenye masuala haya ya kupata ujuzi. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imeweza kukarabati e, vyumba kadhaa kwenye kila FDC ambayo inashiriki kwenye mradi huu, uweza kupata kitu kinachoita kituo cha kulea watoto, daycare center, ili mzazi aweze kuweza kutulia kwenye masomo wakati mwanae mali ambapo anaweza kwenda kuangalia anaendeleaje masuala. Sasa ujuzi ni nini? Kwa nini tumejikita kwenye ujuzi? Sera yetu ya elimu iliyorekebishwa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu ina kauli mbiu inasema, elimu na ujuzi ndio mpango mzima. Haya alikuwa maelekezo mahususi ya Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan akisema, hebu wizara ya elimu e, mitaala iangalie namna ya kuhakikisha sera hii na mitaala inajikita zaidi kwenye ujuzi. Kwa hiyo hiki kinachofanyika hapa kinaenda moja kwa moja sawa na maelekezo ya Mheshimiwa Rais, yakisema elimu na ujuzi kwa wananchi wa Tanzania ndio mpango. Kwa hiyo mradi unatekeleza hayo kwa sehemu y. Pengine kwa kifupi, matarajio yenu, ni mpaka sasa mmeshafikia watu wangapi wa wanawake wangapi au wasichana wangapi, au natarajia kufikia wangapi? Eh, kuna vi, kuna ma, malengo mbalimbali mbali, malengo tofauti tofauti, nianzie na lengo la zile, ile mitaala ambayo amesema so imeandaliwa inahitajika kwenye soko ambayo sasa ndio imekamilika, tunakamilisha siku mwezi wa tatu tu mwaka huu 2025 lengo lake ni kuweza kufikia wanafunzi 720 kwenye miaka miwili. Kwenye huu mwaka wa kwanza utekelezaji wake umekwisha anza, kwenye kota ya kwanza tumeweza kufikia wasichana watoto wa kike 87 kwa ni kota ya kwanza. Kwa hiyo tunapoendelea, namba ni mia saba ishirini, lakini ile mia saba ishirini tumejiwekea kama tusiende kupunguza. mia saba ishirini inaweza kufika elfu moja, inaweza kufika elfu mbili Wale ambao wanaenda kwenye ile zile kozi za muda mfupi, naweza kusema idadi ni kubwa sana. Tulifundisha kwanza walimu wakaweza kufundisha walimu wenzao, tulianza na walimu elfu moja mia nne arobaini. Wale walimu walikwenda kufundisha walimu wenzao, waweza kufundisha walimu wenzao elfu tisa mia saba na mbili sasa Siwezi kukwambia idadi ya wanafunzi sasa kwa sababu short course zinaenda zikibadilika badilika, kwa kila kila kituo inakuwa na wanafunzi 20, 30, 40, 40, lakini naweza kukuambia walimu waliofundishwa ili waweze kwenda kufundisha walimu wenzao waliomlea kutoka 1440 mpaka 9702 na huu mradi uko uko mwaka wa nne wa mradi tunaanza watano, na ni mradi wa miaka saba. Kwa hiyo unaweza kaona picha kwamba mpaka twakumaliza mradi yawezekani ile namba elfu tisa mia saba ikafika hata elfu kumi kwa sababu namba mm -hmm. Inaenda u lakini niambie pia hatujalenga tu kusaidia zile FDC kumi na mbili kwenye mradi na zile hamsini na nne ambazo jumla tunazo hamsini na nne, zile FDC nyingine zote zitanufaika na haya mafunzo kwa sababu hawa watumishi, tunasema watumishi ni mahali popote.